Wanaume wanaweza kubadilisha marafiki, madaktari, wapenzi na, je, kwa vinyozi wao? Nimetulia na baba wangu for the past 15 years. Around four, four years. Kama amefunga basi sinyoi, lakini kinyozi ni mmoja na ni miaka miwili sasa wanaume wanasema si watu wa kujieleza sana, kwa hivyo uaminika kwa kinyozi moja, ili wanapofika ni kuketi na kunyolewa bila kumweleza jinsi ya kunyolewa, sababu amemnyoa mara kwa mara. So nikika hivi anajua ananyoa vipi. Uh, ukienda kwa niu baba unapata wengine ndio wanajifunza msana, kukatakata kichwa, anaanza kunyeka cut, alafu ni umekichwa tu. Ukichange baba unapatanga kaa, unanywa ndeu unaanza kutoka toka cost, cost. Yeah. Tulianza nayo kitambo ndio same same hadi sasa. Je, yule kinyozi wako amekunywa kwa muda gani, na ni nini kimefanya uwe mwaminifu kwake kwa huu muda wote?